Wengi wanajua wanachotaka maishani, wanataka uhuru, utulivu na mafanikio. Lakini bado kila mwezi wanaendelea kukimbia kwenye mzunguko ule ule wa kazi, madeni na bili zisizoisha. Je, ni nini kinachowazuia? Ni ukosefu wa pesa au kuna kitu kingine ndani yao kinachowashikilia? Unajua kwamba tatizo sio dunia inayokukwamisha, bali ni vikwazo ulivyovichukua moyoni. Leo katika sura hii ya saba ya Rich dad, Poor dad tunafungua ukurasa wa ukweli unaoumiza kwamba adui wako mkubwa wa kifedha si benki, si serikali, si ajira yako. Naomba ukae kwa kutulia, ujue ni vikwazo gani hivyo na vipi tunavitatua. Karibu. Sura ya saba, Overcoming Obstacles, kushinda vizuizi vya kifedha. Kwazo cha kwanza, hofu, Fear. Kiyosaki anaeleza kwamba hofu ni adui mkubwa wa uhuru wa kifedha. Watu wengi hawawekezi, hawaanzi biashara au hawajaribu kitu kipya kwa sababu ya woga, wanamofia kupoteza pesa, kukosolewa au kushindwa. Mfano. Unakuta mtu anasema, sitaki kuwekeza kwenye hisa, naweza kupoteza pesa. Lakini ukweli ni kwamba, kwa kutojaribu, tayari amepoteza fursa kubwa zaidi. Rich Dad alimwambia Kiyosaki, watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana pesa, wanashindwa kwa sababu wanaogopa kupoteza pesa. Hivyo, anashauri kwamba badala ya kujaribu kuondoa hofu, jifunze kuishi nayo na kufanya maamuzi sahihi licha ya hofu, kwa sababu hofu haitapotea ila unaweza kuamua isiwe kizuizi. Kikwazo cha pili, mashaka, cynicism. Kikwazo kingine ni mashaka na maneno ya watu wengine. Kiyosaki anasema, dunia imejaa watu wanaosema itashindikana. Watu kama hawa ni wale wanaona kila tatizo, lakini hawaoni suluhisho. Kila unapojaribu kufanya kitu kipya, kutakuwepo watu watakaokutia hofu: hiyo biashara ni hatari, soko limeharibika, watu wengi wamejaribu wakashindwa. Rich Dad alimwambia cynics criticize while rich people analyze, yaani wenye mashaka hulaumu, lakini matajiri huchambua. Tofauti ni mtazamo. Watu maskini huona sababu ya kwa nini isifanye kazi lakini matajiri hutafuta namna ya kuifanya ifanye kazi. Mfano, wakati mtu mmoja anaona hatari katika soko la nyumba, mwingine anaona fursa ya kununua kwa bei ya chini na kuuza baadaye kwa faida. Wote wanaona hali ile ile, lakini wanafanya maamuzi tofauti. Kikwazo cha tatu: uvivu, laziness. Kiyosaki anaeleza kwamba kuna aina mbili za uvivu, ule wa kimwili na ule wa kiakili hufahamu. Kiyosaki anasema uvivu wa kifahamu ni hatari zaidi kuliko ule wa mwili. Watu wengi hawana muda kujifunza, kwa sababu wamejaza muda wao na shughuli zisizo na faida. Wanatazama TV, wanakaa mitandaoni au wanajishughulisha na mambo yasiyoongeza thamani. Rich Dad alisema, busy people are often the laziest people. Yani watu wanaonekana busy sana mara nyingi ndiyo wavivu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wanatumia kazi nyingi kuficha ukweli kwamba hawataki kujifunza mambo mapya. Wanaogopa mabadiliko, hivyo wanajifanya wameshikana na ratiba zao. Kiyosaki anashauri, badala ya kusema sina muda, jiulize ninawezaje kupata muda, kwa sababu kila dakika unayoiwekeza kujifunza kitu kipya ni uwekezaji kwa maisha yako ya baadaye. Kiyosaki anasema alipokuwa akianza biashara, alikuwa anatumia muda mwingi kujifunza sokoni, kuongea na watu na kusoma kila kitu kuhusu uwekezaji. Wakati wenzake walikuwa wamechoka kazini, yeye alikuwa anachoka akijifunza, na hiyo ndio tofauti iliyomtoa kwenye umasikini. Kikwazo cha nne, tabia bad habits. Tabia zetu ndizo zinazoamua mafanikio yetu. Watu wengi wana mpango wa kifedha: wanatumia kwanza halafu wanabaki bila kitu. Rich Dad alifundisha kwamba matajiri wanalipa wao kwanza, wakati maskini wanalipa wengine kwanza. Kiyosaki anasema the habit of paying yourself first builds discipline, yaani tabia ya kujilipa kwanza inakujenga kuwa na nidhamu ya kifedha. Hii tabia ndogo ina tofauti kubwa sana katika maisha ya muda mrefu. Mfano, kila unapopata kipato, yaani mshahara, weka asilimia ndogo kama uwekezaji. Hata kama ni asilimia tano tu, hiyo inajenga nidhamu ya kifedha. Kama ukingoja kibaki kitu, hautawahi kuwekeza kwa sababu kila mwezi kuna jambo jipya la kulipa. Kikwazo cha tano: kiburi, arrogance. Kiburi ni wakati mtu anakataa kujifunza kwa sababu anaamini anajua yote. Kiyosaki anasema, "What I know keeps me making money. What I don't know keeps me losing it." Yaani, kile ninachojua huniletea pesa, lakini kile sichojua ndicho hunipotezea. Watu wengi hawapendi kuuliza, kusoma au kushauriwa. Wanajiona wameshajua, hivyo hukataa maarifa mapya. Rich Dad alimwambia, unapokuwa mjuaji kupita kiasi, unafunga mlango wa fursa mpya. Kwa hiyo, njia bora ya kujikinga na kiburi ni kuendelea kuwa mwanafunzi wa maisha. Soma vitabu, uliza maswali, sikiliza waliofanikiwa. Kila kitu kipya unachojifunza ni daraja linalokupeleka karibu na uhuru wa kifedha. Ujumbe mkuu wa sura ya saba: Kiyosaki anafundisha kwamba Mafanikio ya kifedha hayawezi kuja bila kushinda vizuizi vya ndani. Hofu, mashaka, uvivu, tabia mbaya na kiburi vyote ni madeni ya kiakili yanayomzuia mtu kusonga mbele. Ukishinda ndani yako, dunia ya nje inakubaliana na mabadiliko yako. Kwa hiyo, safari ya uhuru wa kifedha sio tu kuhusu kujua wapi pa kuwekeza, bali ni kujua jinsi ya kushinda hisia zako. Hofu zako na mitazamo yanayokufunga. Hofu, mashaka na uvivu ni kama minyororo isiyoonekana. Inashikilia akili zako hata kama una fursa zote duniani. Lakini leo umejua siri moja. Hauna haja ya kuwa jasiri usio na hofu. Unachohitaji ni kuchukua hatua licha ya hofu. Anza kidogo, soma zaidi, jaribu, shindwa, jifunze na endelea. Kwa sababu kila jaribio ni hatua moja karibu na uhuru wa kifedha. Kama umependa somo letu la leo, bonyeza au subscribe hapa kwenye Sauti ya Kurasa, kwa sababu kwenye sura inayofuata tutazungumzia kitu kinachowatenganisha matajiri na wengine wote. Hii ni Sauti ya Kurasa. Tunasoma, tunajifunza, tunabadilika. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.